Wananchi ni wengi sana wanahitaji huduma hii, kwa maana kwamba tayari elimu imeshawafikia Watanzania wengi na sasa wanajua madhara ya kutumia kuni. Uh, sote tunajua kwamba kuni ina athari sana katika uh, ile hewa ukaa ambayo inaingia katika mapafu ya binadamu anayotumia, maanake inahatarisha afya zao, lakini pia kuni inazalishwa kwa kukata miti. Ukataji wa miti unaharibu uh, tabia ya nchi, kwa maana kwamba inazalisha zile gesi na gas katika dunia na ndiyo maana kwamba serikali uh, kupitia Wizara ya Nishati uh, inasisitiza Watanzania kuwatumia nishati safi ya kupikia ili basi watu waache kutumia kuni, lakini mwitikio watu ni mkubwa sana, kwa sababu elimu imeshafikia Tanzania Watanzania wengi na hivi sasa watu wako tayari kutumia nishati safi kwa maana ya gesi na majiko banifu, na mwitikio huo unaonyeshwa pia kupitia maonyesho haya. Tumeona watu wengi sana katika banda la Wakala wa Nishati Vijijini REA na hiyo inaonyesha kiasi gani kwamba kuna mwitikio mkubwa wa watu na watu kuelewa matumizi sahihi ya nishati aa. Ni kweli maeneo mengi main ya nchi yetu ya Tanzania tunajua kwamba ina, ina uoto wa aina nyingi ya miti na watu wengi maeneo haya walikuwa wanakata miti, na wakikata miti wanatumia hizo kuni kwa ajili ya kupika chakula, lakini kutokana na elimu ambayo inatolewa kwa jamii kupitia wakala wa nishati vijijini, elimu hii inasaidia wananchi waweze kuondokana na matumizi sasa ya kuni na kuweza kuingia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, hususan matumizi ya gesi na majiko ya gesi, kwa maana pia matumizi ya umeme, kwa maana kuna yale majiko ambayo yanatumia nishati ya umeme kwa ajili ya kupika, lakini pia matumizi ya majiko banifu. Watu wanapotumia umeme vizuri kwa ajili ya kujipatia uh, mwanga nyumbani, lakini pia kupika chakula, shughuli za kimaendeleo, inakuwa ni matumizi sahihi ya nishati ya umeme, lakini pia matumizi sahihi ya nishati ya gesi, kwa maana kutumia jiko la gesi unaweza kujipatia nafasi ya kuweza kupika chakula katika hali ya usalama na, na kuhakikisha kwamba unatumia nishati safi kwa ajili ya kujipatia chakula cha kila siku na kuacha kutumia kuni ambayo ni hatarishi kwa maisha ya wa wanadamu.